Muundo wa pili ukiota huko unalishwa chakula e, aina ya nyama, maana yake ni kwamba hiyo hicho unacholishwa ni, ni chakula ambacho kina mwambatano wa nyama za mizoga au nyama za wafu. Ujumbe wa ndoto hii ni kwa ajili ya kukufunga na kuharibia mambo yako, aidha vile vile kukutumikisha katika shughuli mbalimbali za kichawi. Vilevile, ukiota uko unalishwa chakula chochote tu, lakini yule anayekulisha wewe humfahamu, yani unaona tu mtu anayekulisha wewe umjui. E, ndoto hii inakuwa imebeba ishara kwamba umefungwa kifungo cha siri sana, ambacho kifungo hichi yule aliyekufunga amejificha nyuma ya kimvuli cha mtu mwingine, alafu yule mtu akamtanguliza mbele, ambapo wewe utakuwa unamwona kwamba yule ndio mbaya.